Hivi ndivyo vyakula vinavyoongeza nguvu za kiume haraka. Kama una changamoto ya nguvu za kiume basi, hivi ndo vyakula bora ambavyo natakiwa kuvitumia ili kuweza kuongeza nguvu zako haraka. Kitu namba moja, tumia karanga, especially tumia karanga mbichi, utaweza kuongeza nguvu zako mara dufu. Tumia mbegu za tikiti maji. Mara nyingi wanatumia tikiti maji na zile mbegu wanatema, ni nzuri kwa ajili ya kulinda testosterone. Kwa hiyo ni, ni mbegu sio uh, lile dude ambalo unakula linatoa maji, lakini pendelea kutumia asali na tangawizi itakusaidia kuweza kuimarisha nguvu zako za kiume. a, kingine fanya mazoezi ya kegeli. Ma, mazoezi ya kegeli basi yana yanaimarisha, yana, yana yanaimarisha yana zile yanaimarisha yana mara kwa mara ile PC masozi kuweza kufanya wewe uweze kuwa na nguvu za kiume zilizokamili ka. Lakini pia pendelea kutumia korosho tumia korosho. A, korosho ni nzuri sana kwa ajili ya kuimarisha afya ya nguvu ya kiume. Tuambie hapo chini wewe unatumia nini kuweza kuimarisha afya yako ya nguvu za kiume?